Sasa kwa sababu tuna fununu ya kwamba katika msafara wa mamba na kenge wamo, kwani kwa, kwa, kwa, kwa ruhusa yako eh, ningependa tupate ruhusa na kamati ya ulinzi na usalama tupewe dokumenti hizo sasa hivi, twende pale Mpemba tukalinganishe tuone kweli zina difa namba. Mpenzi mtazamaji ili kuwa wa kwanza kupata matukio, tafadhali bonyeza kitufe cha subscribe, kama mshale unavyokuonyesha. Katika jitihada za kutafuta suluhu ya changamoto za uvukaji katika mpaka wa Tunduma viongozi wa madereva pamoja na viongozi wa wamiliki wa malori nchini Tanzania waliwasilisha malalamiko yao mbele ya mkuu wa mkoa wa Songwe Mheshimiwa Daniel Chongolo. Malalamiko hayo yaliwasilishwa baada ya kufanya uchunguzi katika mpaka wa Tunduma, ambapo walibaini kuwepo kwa changamoto mbalimbali zinazowakabili madereva. Katika uchunguzi huo viongozi hao walizungumza na madereva waliokuwa kwenye maeneo Mbali ya maegesho katika mji wa Tunduma, leo dereva tunakuta pale Mpemba amekaa ana siku saba, anaambiwa gari hili dokumenti zimetofautiana na namba ya gari. Sinaelewa nani anashughulikia dokumenti hizo. Yuko siku saba pale, siku nane. Okay, siku nane, lakini kuna wengine pia ambao tuwafikia leo tumefikia wachache Agent wako ni nani? Ni mtu fulani na ndio tatizo, atumia kwamba tukipokuta changamoto hii, tunamwita agent, shida ni nini? kwa nini gari iko parking leo siku ya kumi? Unapigwa faili leo gari itoke. Na kweli gari inatoka, lakini mwisho wa siku tuliweka utaratibu mzuri kwamba gari hizi zitatoka, gari za container zitatoka asubuhi saa mbili, zitaingia kwenye foleni kwenda kuvuka mpaka saa tisa Hawhawa majenti wanatutolea gari, unaita gari tangia asubuhi, gari huzioni zimeisha. Unapo wa wkumaliza shift ya, ya container unaita ruzikago na, na, na tanki wanachia hizi, hizi babalani. Unauliza zimetoka wapi hizi. Nani gari yao? Nani yao? Yao. Kuna watu ambao wako hapa kwa kuona serikali hii inagombana wananchi wake, maana sisi madereva tunaumia Sawa, so, hawa madereva wanalalamika, wanapolalamika, walalamiki tu kwetu sisi, wanalalamika serikali, yaani nyinyi wenyewe viongozi mnatumika huko. Hamsa, huyu agent atuambie yeye sasa leo hapa kwamba wapi wanapofeli, wapi wanapokwama, kwa nini sisi tuendelee kuumia? Na kwa nini serikali yetu inaendelea kunyoshwa mikono? Mheshimiwa mkuu, una majukumu mengi ya kufanya, sio kila siku kuja kuzungumzia habari ya parking. Sio kila siku kuzungumzia habari ya nini? Ya foleni. Kwa kikao cha mwisho tulichokaa hapa kuna maelekezo ambayo uliyatoa, lakini inanisikitisha maelekezo yale ambayo tulikubaliana hapa kwenye kikao na ukaelekeza, sidhani kama anatekelezwa maelekezo ambayo uliyatoa. Ni kama yafuatayo: dereva ya akitoka bandari ya Dar es Salaam akija Tunduma, dokumenti moja aipeleke TRA, moja iende kwa agenti lakini hilo halifanyiki. Maelekezo mengine tulisema gari zenye mzigo wa kwenda Kongo na Zambia, sio za kwetu, ni za upande wa Zambia, zivuke ziende zikasubirie huko upande wa Zambia, lakini hayo hayafanyiki, na haya ndio no yanayoleta haya maneno maneno ambayo yanaendelea upande wa huku kwetu kwa madereva na hizi changamoto za foleni sasa, hatujui nani kikwazo. Na ajenti huyu ambaye yeye tayari amesha klia mzigo bandari ya Dar es Salaam, inakuwaje tena hapa achukue dokumenti, wakati sio anaeki mzigo ambao unakwenda nje. Hizi gari zikiwa na mzigo wa kwenda nje sio zetu, wanatakiwa wakaklia upande wa pili na gari ziende upande wa pili. Sasa ajenti watuambie ni nini kikwazo kinasababisha dokumenti hizi zinabaki kwao na gari zinachelewa kuvuka kwenda upande wa pili. Asante. Hapo mabango yako hapo. Hii ni boda ambayo ni one stop border post. Gari inatoka kule ije huku, inayoenda huko ije kule. Labda kuwe na sababu za msingi. Labda tajiri hana mafuta. Eh, yakifika hapa ya Kizambia hatuna hata hatuna haja ya kukaa na magari ya Kizambia. Hizo sababu za kwamba hawana parking, sijui ni sheria, hamna sheria magari ya Kizambia tunayapokea sisi, tuna cancel yeah, bond ya ina Zambia yeah, nazungumzia nayo ina Zambia, yeah. na ya, ina Zambia. Yeah. Ya Kongo kuna mambo ya kiusalama na nini na vitu vingine vidogo vidogo, lakini magari ya Kizambia, hizi container za Zambia, Zambia wanatakiwa wapokee magari yao yakae kwao wakati document zinashughulikiwa huko zinashukua na shughulikia document zao, lakini sisi tumesha tumesha, tumesha yaachia, yanaenda. Lakini la pili tukaomba kipindi hicho tuliomba hizi scanner ziko karibu karibu sana tujaribu kuziso, kuzisogeza angalau Zambia waisogeze kule na sisi angalau ianzie Chimbuya, lakini huo mpango pia ulikuwepo wa kujenga mpango kazi pale Chimbuya wa kuvusha hizi gari yani, zikitoka Chimbuya hapa zinavuka tu ni kununua nunua vitu tu vya kawaida, lakini gari zinavuka. Tulikubaliana hayo yote, lakini baada ya miezi miwili gari zinavuka vizuri tu hapa, baada ya miezi miwili mfumo ule ulirudi vile vile wa kutokuvusha gari kwa mpango wa one stop boda posti. Na tulikubaliana barawa na waziri wa uchukuzi wa Zambia, tulikubaliana hapa gari zote zinazofika hapa zikiwa zimekamilisha dokumenti. Kwanza zilisimamiwa na Mheshimiwa Wimile, katibu mkuu wa CHAWAMATA, hapa alisimamia zoezi hilo la kuvusha gari. Gari ambazo zina dokumenti tayari zivuke, na zilivuka na wengine hawakuvuka kwa sababu ambazo ziko chini ya utawala wa TRA mwingine ana mafuta, mwingine mwengine si, kuna tatizo gani? Hizo ni matatizo ya kawaida ambayo faini za TRA zinaeleweka, lakini gari ambayo dokumenti zake ziko tayari hazina sababu ya kusubiri huku. Lakini zile ambazo tayari dokumenti imesha clear Dar es Salaam kwa ajili ya kwenda nchi ngambo ya nchi Zambia, hata Kongo, hata Kongo pia, kontena ya Kongo ina shida gani kama imekamilisha dokumenti? lakini mimi nadhani ni sababu za usalama, kwa sababu hii ni boda kubwa katika boda zote nchi hii, hii ni the best kwao. Lazima kuna mambo ya ulinzi na usalama. Siwezi kuingilia sana, kwa sababu serikali nayo ni serikali, uweze kujua kwa nini gari zinachelewa hapa. Hii mambo mengine sitaki kuingia huko, lakini sheria iko wazi. Mimi nikupongeze kwa ile kauli ulianza nayo kwamba tutafute ufumbuzi na ni tuwe na mpango mkakati wa tafuta ufumbuzi kwa ajili ya kusaidia hawa madereva wanapata tabu sana hapa. Nafikiri tumeshazungumza sana, twende kwenye ufumbuzi. Pengine naweza katusaidia kunyoshana tu vidole hakuwezi kutusaidia sana, twende kwenye ufumbuzi. Mimi tufanye angalau kupunguza hii hali iliyoko hapa. Asante sana mwenyekiti wa wamiliki wa malori Tanzania, TAMSTOA Tanzania Medium Small Truck Owners Association. <coughs> <coughs> nikilio lakini kilio kwa nchi pia, kwa sababu uchumi na kuna simama japo. Kwa nchi ya Tunduma sio kilio, kwa sababu watu watakula hapa, watalala hapa, labda yawezekana. Lakini naomba nimshukuru sana Aratio, nimekuwa nikisikia message zake akituma kuhamasisha, yani halali bwana mkubwa eh, katika kamati yako ya ulinzi na usalama basi, kwa upande wa barabara umempata mtu mtu kweli kweli. Mimi yote amesemwa na tushaongea, lakini kuna jambo moja amelisema mwenyekiti wa wamiliki wa malori pale tu wa, nono, wa madereva mi eh, wanapenda kuki, kitu kikitokea tukitibu hapo hapo, tumekutana na, na, na, na dereva na siku ya nane anasema kwamba yeye baada ya kufika hapa imeonekana dokumenti zake zina namba, hazina namba yake ya gari. Sasa kwa sababu tuna fununu ya kwamba katika msafara wa mamba na kenge wamo, kwa, kwa, kwa, kwa ruksu yako e, mwenyekiti, nilipenda e, Bwana Wimile ataje kampuni inayoklia mzigo kwa maana ya kwamba clearance agency ni nani, wakala ni nani, namba ya gari. Ningependa tupate ruksa na kamati ya ulinzi na usalama tupewe dokumenti hizo sasa hivi, twende pale Mpemba tukalinganishe tuone kweli zina difa namba, kama zidifi namba ni nini kinaendelea tutaanzia hapo kwamba kama kuna magari mengine yanasimama kwa muda mrefu kwa sababu ya mchezo mchezo wa ajabu, alafu anaanza kuitukana serikali, basi tuanze kutibu hapo. Na bahati nzuri kijana yuko tayari kutoa ushirikiano, anasema ni namba zimefika hapa, akasema rafiki yangu alikuja hapa, alipofika hapa, gari imekaa hapa karibu siku 15 20 alafu agency anasema bwana, inaonekana mzigo wako ume- umefaulishwa kutoka kwenye gari hiyo kwenye gari ambayo ilipata ajali. Wakati mimi nimepakia mzigo bandarini, sijapakia kwenye gari iliyopata ajali. Kwa ni mfumo huu. Sasa tunapopata lugha zenye utata hizi, ni vizuri tukazifanyia kazi. Yaani tusiongee tu hapa tukaziache. Tusimame. Bahati nzuri mwenyekiti yuko hapa hapa asitoke nje kuongee nje. Ampigie simu huyo bwana, alete dokumenti za hiyo gari hapa. Halafu tuinuke twende tuka tukafuatilie. Ndio tuanza kutibu ugonjwa. Tulichokifanya baada ya kutoka kwenye kile kau tulipita kwenye yaji itakama ya igi tatu wangalau kuwasikiliza madereva. Asilimia tisini na tano ya madereva tulowakuta wote hawana dokumenti, lakini wana siku zaidi ya mbili, tatu, nne. Lakini dokumenti hawana. Maana yake wanasubiri taarifa kutoka kwa maajenti walowapa dokumenti waambie, sasa sogeza gari lakini kati ya hao wawili hao hawa ni kwa taarifa tofauti kidogo. Kuna huyu anaitwa Rajab Joseph, yeye ana siku ya nane hapa, taarifa kutoka agent wake, anaitwa kampuni anaitwa Sawa, yeye ana mzigo hapa na siku ya nane, gari yake ni ti 176 SK na haelewi majibu anayopewa ni kwamba gari uh, yako imetofautiana n nam, yani namba plate na namba iliyo kwenye dokumenti zimetofautiana. Kwa sasa hajui lini tarekebishwa, yuko hapo kuyaji. Baada ya kusikiliza kelo na changamoto kutoka kwa pande zote mbili, viongozi wa madereva pamoja na viongozi wa waajiri Mkuu wa Mkoa wa Songwe, Mheshimiwa Daniel Chongolo, alitoa maagizo kwa mwenyekiti wa maajenti wa Tunduma kuhakikisha anawatafuta maajenti wanaohusika na usafirishaji wa mizigo iliyolalamikiwa. Maagizo hayo yalilenga kufuatilia mizigo ambayo imedumu kwa muda mrefu bila kusafirishwa, hali iliyoibua wasiwasi kwa viongozi. Na mtu cha kupewa Bisho, Eh? Kutokea wapi? Natokea Zambia, anatokea upande wa Zambia. Si Zambia, kwani sini hapa? Unaweza ukasema yuko Zambia, kumbe Rusaka <laughs> yakube yuko. <laughs> Hey, yuko, yuko, yuko upande wa Zambia. Pendo, ndio sawa hey, karibu Pendo, habari yako? Namshukuru Mungu. Habari ya kazi, uko wapi? Hebu njoo huku kwenye ukumbi, kwenye ukumbi wa TRA njoo sasa, unaidi wapa kuna kikao unjpauuenye custom uje na gari moja. Kuna gari moja metana zaidia siku sita, uje na dokumenti yake hapa huyu uh, yuko kwenye kampuni ya sawa. Sawa. <tipos> <tipos> hapo.

alikuwa ajalipia upande wa Zambia. Wewe leo ndio kalipia wewe, tatizo ni wewe na dereva wenu na tajiri yako. Garisio garisio garisio garisio garisio ni mmiliki wa mzigo ambaye huenda yuko Zambia mpaka uh -huh. alipe kodi kwa upande wa Zambia, ndiyo gari hilo linaruhusiwa kuingia Zambia. Lakini kama hajalipa kodi, kwa hiyo tatizo sio upande wetu kwa chochote. Ni gari ngapi hizo unazosema wewe? ni gari

anaozungmziwaoni Kindole Logistics ambayo yeah, yeah, agent ni sawa mm. mm. na kati ya mojawapo ni t 6 k mbao ani t sab 8 z ndio hiyo unayozungumzia, hizo kwa nini nyingine hazijapita? hizo saba na hizo ziko kumi na moja moja kumi hizo nasubiri mteja alipia ushuru ni gari ziweze kuvuka mpaka. Sasa asubuhi nikiwa kule, akasema anasubiri kulipia zapsi, kwa hajalipia mpaka sasa hivi. Siku nane, zingine zina siku nane, zingine zina siku tano, zingine zina siku tano. Chawamata Dancing in